Uh, habari daktari, daktari. Salam. Uh, bwana leo mm. swali mawili tatu, na maswali mawili au matatu nilikuwa naomba unijibu. Okay. Maana nimeteseka kwa muda mrefu. Yeah. Sasa ninahitaji mm. nipate ufafanuzi. Uh, swali langu la kwanza ambao yeah. naweza nikakuuliza mm. nimekuwa na changamoto ya meno kwa muda mrefu sana paka nimejaribu kuuliza sehemu mbalimbali kufuatilia baadhi ya watu tofauti tofauti mm. umeona kwamba kuna mdudu yuko kwenye jino, mara wanasema nipulize. Kuna vitu mbalimbali mbali, njia mbalimbali. Tumekuwa tukipiga mswaki kwa ku, kwa kutumia vijiti. ni, ni, ni... ni changamoto gani hasa yani, zai changamoto ni nyingi, changamoto gani? ah, changamoto iliyopo yeah. yeah. mpaka nikaelezea vyote hivyo, hivyo mm. ni natoboka meno yangu sana na wakati napiga mswaki usiku hmm. Napiga mswaki asubuhi lakini bado meno yangu yanatoboka. Okay. hmm. Sasa unajua kitu ambacho watu wengi hawajui. Ndiyo. kupiga mswaki peke yake hakuzuii uh, wewe ku, ku, kuoza meno na ndiyo kitu ambacho watu ana, wa, hawakijui. Okay. kwa sababu uh, unatakiwa kwanza ujue kinachopelekea meno kuoza au kutoboka ni kitu gani. Meno yanatoboka kwa sababu ya tatizo la ulaji wa vyakula vya sukari. Ule umara kwa mara. Sio wingi wa sukari unaokula, ah, ule umara kwa mara. Okay. E, yani kama wewe unapenda kula keki, biskuti, bigiji, babrish hizo pipi na vyakula vingine ice cream vya namna kama hii hapa mara kwa mara unakuwa katika hali ya hatari ya meno kuweza kuoza. Lakini kuweza kubreak hiyo hatari ya, unatakiwa wewe ni mtu wa kufanya usafi mara kwa mara wa kupiga mswaki kama unavyopenda kula vyakula vya sukari mara kwa mara mm. Basi na hata mswaki unatakiwa uwe unapiga mara nyingi zaidi kuliko watu wengine okay. Lakini pia mm, kupiga mswaki unatakiwa upige mswaki kwa usahihi zaidi. Kwa hali ya kawaida kwa mtu wa kawaida mm. uh, kitara unatakiwa walau upige mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi, jioni unapoenda kulala. Uh, ni muhimu sana kufanya hivyo. Sasa wakati mwingine unaweza kuwa unapiga mswaki uh, unatumia dawa sio sahihi, lakini unapiga mswaki sio kwa usahihi, vyote viwili hivi mm. uh, lakini pia mswaki wako nao ukawa sio sahihi. Sasa nianze na kimoja mm. dawa sahihi ni ipi? mswaki sahihi ni upi? upigaji sahihi ni upi? Dio. dawa sahihi ni dawa ambayo ina madini ya fluoride, okay. na wewe unajuaje kama dawa ina madini ya fluoride? unasoma pale kwenye kasha lako pale Ningekuonyesha ninge dawa moja hivi lakini, na sasa kwa sababu tunaenda kwenye mitandao, naogopa isije labda nikaathiri kampuni fulani hivi, lakini dawa sahihi utaisoma, imeandikwa fluoridated toothpaste yani, kwamba hii dawa ina fluoride, madini ya fluoride kwa ndani. Sasa madini ya fluoride yanafanya kazi gani? Mm. Yanazuia meno kuoza. Madini ya fluoride huwa yanakaa juu ya coat, i mean juu ya jino kama coat, yani yanana, yanafunika jino liathirike na asidi zinazopelekea meno kuoza. Sumona namna meno ambavyo yapo ya, hii ya, ya ni mfano wa meno usije ukasema kwamba tumemwoa watu meno tukachomeka wa, huko mm. Sasa ukipiga mswaki ile fluoride huwa inakaa juu ya meno inazuia asidi inayopelekea meno kuoza isipenye jino kwenye jino kwa muda wa masaa nane baada ya kuumepiga mswaki mara moja. Sawa, kwa hiyo cha kwanza kabisa dawa sahihi ni ile ambayo ina madini ya fluoride, lakini pia mswaki sahihi, unatakiwa upate mswaki ambao kwanza brashi zake zimesimama, okay. Brashi ziwe, ziwe kwa namna kama hizi ziwe zimesimama, hmm. Usipate us, usitumie mswaki mpaka brashi zikalala zikalala zikaza zimegeuka hivi, hmm. Ha, hapana. Alafu pia mswaki brashi zake zisiwe ngumu sana, kwa sababu ngumu zina tabia ya kuchubua meno. Therefore, ukisha kuwa unapiga mswaki namna unavyotakiwa, kutumia dawa dawa uiweke ifike kama nusu ya mswaki wako okay. Baada ya hapo, utapiga utapiga mswaki, hakikisha mswaki unapita katika kila eneo la jino lako. Piga mswaki kwa tunash, tunashauri sasa e, vile tulivyozoea kupiga hivi, lakini tunashauri njia nzuri ni ya kupiga mswaki kwa kuzungusha unafanya rotation kwenye, kwenye kwenye meno. Hii inauhakika kwamba mswaki unapita karibia uh, kwenye kila jino na, na nafasi nafasi za kwenye meno. Alafu baada ya hapo, utafungua mswaki utapiga eneo la kutafunia kwa kila eneo juu na chini. Baada ya hapo, utapiga maeneo ya ndani ya meno, yani eneo la ndani kwa ndani sawa? mm. na huku juu na huko utapiga kwa, kwa ndani mm. Sababu huku vyakula huwa vina bakibaki sana. Baada ya hapo tunashauri, unasafisha ulimi kwa kwenda mbele hivi. Unasafisha ulimi kwa kwenda mbele hivi ili kusudi usije ukapata ile hali ya kutapika. Ukimaliza mm -hmm. kupiga mswaki mm -hmm. tema dawa na povu lote la mdomo liishi. mm -hmm. Sharti kubwa ambalo watu hawalijui, mm -hmm. baada ya kumaliza kupiga mswaki hautakiwi kusukutua na maji. Ah. Kwa nini? mm -hmm. Nitegemea uta, utauliza hivi. Kwa sababu moja ukishakuwa umesukutua maji, yale madini ya fluoride yote yaliyokuwa yamekaa kwenye meno, yaliyokuwa yamekaa kama, kama koti kuzuia asidi sitoboe meno, ile inampelekea meno kutoboka mm. Au kuoza mm. Unaisafisha, unaitoa. Okay. Kwa hiyo ukishakuwa umeitoa mm. Jino linabaki safi lakini halina nini, halina koti inayozuia jino kuoza mm. Sasa inakuwa ni kama askari ambaye amevaa vizuri sare yake vizuri, lakini hana bulletproof. Okay. Akipigwa risasi inapita. Kwa hiyo ile fluoride inayokaa juu ya koti, I mean, juu ya jino huwa ina act kama durability proof ya kuzuia asidi inayosababisha meno kuoza isipenye moja kwa moja kwenda kwenye meno. Kwa hiyo sasa kama unapiga mswaki ndio. Na meno yanaendelea kuoza, mm. zingatia hivyo vitu viwili. Piga mswaki kwa usahihi, ndio. Tumia dawa sahihi, lakini punguza ulaji wa vyakula vya sukari mara kwa mara. Ile frequency. Kuna watu wana tabia kutafuna tafuna bigijio wanafikiri Nifashe, ni fashion kila wakati unatafuna tafuna kumbe anaharibu meno yake. Okay. Eh, na kama unavyojua matibabu ya meno ni gharama, kwa hiyo mtu unatakiwa uweze kutunza meno yako. Okay, sasa e, na natakiwa nipige mswaki mara ngapi? Mswaki, kitaalamu mm. kwa sababu ile dawa inafanya kazi masana ni baada ya kumpiga mswaki. Ndio. Na ndani ya masaa 24 inatakiwa tupige mswaki mara tatu. Lakini mm. kwa sababu tunakuwa kwenye hekaheka za maisha. Mm. Tunashauri mtu apige mswaki walau mara mbili. Asubuhi na jioni. Alafu kitu sicho kijua, mind you, meno yanaoza sana usiku kuliko mchana. Kwa nini? Kwa sababu mchana walau mate anakuwa anazunguka mdomoni, yanasafisha. Mm. Anasafisha, anasafisha, safisha mabaki ya vyakula yaondoke. Lakini usiku ukilala, mabaki ya vyakula yaliyo kaa mdomoni utaamka nayo mpaka asubuhi. Kwa nini? Kwa sababu ile njia mdomoni, ya kutoa mate mdomoni huwa zinafungwa kwa ajili ya kuzuia mtu akiwa usingizini asije kapaliwa. Mekanizimu za Mungu hizo. Okay. E, eh, kwa hiyo meno yanaoza sana usiku kuliko mchana, ni muhimu sana kupiga mswaki wakati wa usiku kwa ajili ya kulinda meno kuliko hata mchana hmm. Sawa, kwa hiyo ni muhimu sana mtu kuweza kuzingatia hivyo vitu, kupiga mswaki usiku ni, no. Hmm. Uh, ni kweli hivi, uh, ni kweli hamna mdudu kwenye jino kweli? Maumivu yale, mbona kuna muda yani nahisi kama ni mdudu. Na watu wengi wanasemaga ni mdudu. Sasa watu wengi wanafikiria kweli kwamba kuna mdudu ambaye huwa anatoboa jino moja natoboa na lingine na lingine, wanasema anapekecha. Sasa uh, kitaalamu sio kweli, hakuna mdudu anayetoboa jini. Namna meno yanavyo yanavyotoboka, umekula vyakula vya sukari, mdomoni kuna bakteria ambao ni wenyeji wa mdomoni, ni ni familia to species to tofauti zaidi ya ya, ya ya, billions billions of species ziko mdomoni na kila mwanadamu na kila kiumbe anao hao bakteria, tunawaita normal flora sio bakteria Wabaya, ni bakteria wazuri kwa sababu wanatulinda dhidi ya bakteria wabaya wanaoweza kuvamia vinywa vyetu. Sawa, okay. Lakini nao wanakula chakula, mm. Chakula wanachokula wanapata wapi? Mm. Wanapata kwenye mabaki ya vyakula tunavyokula sisi mdomoni, nao wanakula, wanaishi, mm. Wanatutegemea sisi na sisi pia tunawategemea, tunategemeana, ndiyo tunategemeana nao bakteria, lakini sasa mm. Kila kinachokula chakula huwa kinaweza kutoa taka mwingi kila kiumbe. mm. Sasa wao taka mwingi wanazotoa wakipata wa, wa, wa vyakula vya aina ya sukari hasa sukari rahisi kama glucose mm. ni taka mwingi ambayo ni asidi inaitwa lactic acid. Sasa ile asidi huwa inafanya chemical reaction na madini yanayotengeneza jino ambayo mm. hayo madini yanaitwa calcium. Kwa hiyo ile calcium inakuwa kama imeungua, ikiungua inabadilika rangi mm. inaanza kuwa brown mpaka kuwa nyeusi nyeusi na hasa meno nayo wanzaga ni meno ya nyuma yale, kwa sababu hata namna yalivyo ya yana mabonde mabonde, vyakula huwa vinabaki kwa urahisi kuliko meno ya mbele ambayo hayana mabonde mabonde mengi. Kwa hiyo ile kasha ukishakuwa imeungua pale panakuwa pako wiki ni palaini, ukishakuja kula siku chakula kala chakula kigumu pana meguka palipo ungua pana tengeneza shimo dogo hakisha hmm. mm. kuwa pana tengeneza shimo dogo, matokeo yake ile shimo linaanza kuwa kubwa linaanza kutoboka kwenda ndani, nazidi kuongezeka mpaka inafika wakati mtu anaanza kupata ganzi kwenye meno, ilikuwa ganzi inaanza kuwa maumivu maumivu, anaenda kwa daktari, naomba ning'oe jino. Daktari anamng'oa jino, akishakuwa ameng'olewa jino anasahau kwamba tatizo hilo linaweza linaendelea kwenye meno mengine, kwa sababu meno yote yako katika mazingira